Katika nchi ya Brazil kuna msitu huu hapa unaoitwa msitu wa dhambi. Msitu huu unatisha sana kwa matukio na vimbwanga vya kutisha. Ndani ya msitu huo wenyeji na majirani wanaoishi karibu na msitu huo wanaogopa sana na hata kukusimulia tu huwa wanaogopa sana. Msitu huo wa dhambi una viumbe vya ajabu vyenye sura na maumbile ya kutisha sana. Msitu huo una wanyama wa ajabu wenye sumu kali na ya ajabu sana. Ajabu ya msitu huo ni kwamba wanyama, ndege na hata viumbe vya msitu huo wana macho manne yanayowawezesha kukuona hata ukiwa mbali zaidi. Wana masikio matatu, ngozi zao ni mfano wa mvuke wa maji ya moto. Ndani ya msitu huo viumbe hawali vyakula vya kawaida, viumbe hivyo hunywa pombe tu. Ukiingia ndani ya msitu huo utaona mambo mengi ya ajabu, kama kuona binadamu mwenye sehemu za siri kubwa zaidi. Ndani ya msitu huo maji yake ni pombe na binadamu ambao unaingia na kutembea ndani ya mji huo, basi hutembea uchi wa mnyama. Binadamu wa kawaida ukiingia humo hutotoka mpaka uzini au kushiriki mapenzi na viumbe hao, lakini pia utakunywa pombe kali sana zenye kukunguza maini. Msitu wa dhambi una historia ya ajabu sana. Inasemekana ukiingia ndani ya msitu huo kitakachokuokoa ni jambo la dhambi tu. Wengi wanasema msitu huo umepewa laana kubwa, ndio maana hata viumbe walio ndani ya msitu huo ni kama wamelaaniwa tu. Wenyeji wa msitu huo husimulia kwa kusema ifikapo usiku huona msitu huo ukiwaka moto wa ajabu na sauti za viumbe vikilia kama vinachoma moto. Wenyeji na majirani waliopo karibu na msitu huo huogopa sana ifikapo usiku sababu huona msitu huo ukiteketea kwa moto, ila ifikapo asubuhi huona msitu huo ukiwa hauna hata dalili ya kuungua wala harufu ya kuungua moto. Msitu huu ni kivutio maarufu kwa watalii kutoka nchi mbalimbali duniani, lakini kwa sasa watalii hawaingii ndani, yaani huishia nje ya msitu na kupiga picha tu. Huu ni msitu wenye vitu vingi vya kustaajabisha. Watu wengi wanauogopa sana msitu huu sababu, ukiingia ndani kuna mambo ya kutisha sana. Je, unaweza kuingia na kuishi au wakuache kidogo? Tafadhali ndio dondoshee maoni yako hapo chini, lakini pia Nikukumbushe, usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako kujiwekea nafasi ya kupata stori zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.